Kwamba maisha ya mwanadamu hubadilika kwa historia yake ilivyokuwa jana na itakavyokuwa kesho. Vivyo hivyo nyinyi, kazi mnayoifanya ni kazi ambayo inaweza kubadilisha historia ya mwanadamu, kuitwa kutoka kwenye kukata tamaa na kuyaona mauti, na baadaye kujiona mwanadamu anayeweza kuwa na malengo baadaye Kwa mantiki hiyo, kazi mnayofanya sio tu ni kazi ya kitabibu, sio tu ni kazi ya kisayansi, lakini mnafanya kazi kubwa sana ya kuuisha upya saikolojia iliyokufa na kuweza kuileta katika nuru, ili mwanadamu aweze kuendelea na kazi alizonazo kila siku. Mtu a kawaida anaweza sielewe sana thamani yenu, lakini mimi kwa kuwa ni mtumishi wa serikali nafahamu matusi yaliyeshiba. Mara nyingi kwa mtu ambaye hajawahi kuugua na hajawahi kulaza, hajawahi kuona mkono wa muuguzi, huanaweza kushabikia sana zile hadithi kwamba wauguzi ni wezi, wauguzi sio wavuzasili, wauguzi wana kasoro nyingi lakini kumekuwa na tabia Tanzania ya kudandia mambo hata kama ni ya uongo. Niwatie moyo wa uguzi, fanyeni kazi yenu kama ambavyo rais wetu amewaasa hapa kwamba endeleeni kuyakuibudu taaluma yenu kwa kuakisi zile kausafa zote za miiko ya taaluma yenu kwa maandikio nini wa uguzi Endeleeni pia kujipa moyo kwamba wapo ambao wamekusha sifu mno makuzi na maendeleo ya sekta afya Tanzania, na wapo ambao wanaiona Tanzania kama kimbilio, na wapo ambao wanaiona Tanzania kama msaada kwao. Sekta afya haiwezi kupanuliwa hata kidogo bila kupanua thamani ya wauguzi. Ni kweli kwamba daktari anaweza kumpima ama mtu yoyote anaweza kumpima au daktari anaweza kumpima mgonjwa. Ni kweli kabisa mgonjwa anaweza kuhitaji operation na akafanyiwa, lakini kama ataachwa bila muuguzi mwenye taaluma, bado mgonjwa anaweza kuisha amefariki. Lakini kumbe akiwa hai, kwa nini, nini wauguzi mna roho pia ya kuwa wafariki, mna roho pia kurudisha matumaini kwa mgonjwa mna roho pia kufundisha matumaini kwa wanaouguza wengine, kwa maana ya ndugu. Mna roho kubwa sana pia kuleta tabasamu kwa mgonjwa, na mna roho kubwa sana ya kufufanua taasisi unayofanyia kazi kwamba inaweza. Mimi kama mkuu mkoa ni balozi mkubwa sana wa sekta hii ya afya, na mara nyingi moja kwangu huwa ni moja na mbili huwa ni mbili. Hata kama kesho utaninyima kura ni muhimu leo nikakueleza. Hata kama kesho inaweza kunigharimu kwa cheo changu, ni muhimu leo nikakueleza kwamba jitambue wewe mwenyewe, ili sisi tukuhudumie vizuri. Wewe kama mgonjwa usipojitambua, wewe kama jamii yenye mgonjwa usipojitambua, mimi utanipa kazi bure, na sekta afya inahitaji kuchangiana. Changia kidogo sekta afya tupate vifaa tiba, changia tuwashe umeme, changia tufanye usafi, changia tuwe na dawa, changia tuwe na hivi. Na ndio maana serikali imeweka mfumo wa wananchi kuchangia kwa kutumia kodi za taifa, ukijilalamisha kutochangia kodi ya taifa. Kwa lugha nyepesi, ukienda hospitali ukaambiwa hakuna dawa, mwanzo wake ni kwa sababu hujalipa kodi. Ukienda hospitali ukaambiwa kuna manesi wachache mwanzo wake ni kwa sababu hujalipa kodi. Ukienda hospitali ukaambiwa kwamba hapa hatuna ultrasound ni kwa sababu hujalipa kodi. Natoa rai kwa viongozi kwa vituo vya kutolea huduma za afya kulinda hali hii kwa kuhakikisha wauguzi wanatekeleza majukumu yao wa ya kitaaluma na si kazi zisizo za kitaaluma. Napenda kuja kutoa wito kwa jamii kuheshimu wauguzi. Jamii yetu iheshimu na kuthamini mchango wa wauguzi wahakikishe kwa sababu hao wauguzi wanahakikisha mama anajifungua salama, mtoto anabaki salama na mgonjwa anaendelea kuwa na matumaini. Tuwaheshimu, tuwape moyo na tuwatambue kwa nafasi yao isiyozibwa na mtu mwingine yoyote katika mfumo wa afya. Lakini pia kipaumbele chetu ni kushirikiana na serikali na wadau wa afya ili kuhakikisha kwamba pia wakunga wanapata mazingira wezeshi ya wao kuweza kutoa huduma zao, na tunaishukuru sana serikali, kiukweli imeboresha sana a vituo vya kutolea huduma kiasi kwamba wakunga wanaweza kufanya kazi yao kwa uzuri. Wauguzi uh, ni msingi wa huduma za afya wakitoa matibabu na faraja kwa wagonjwa kwa weledi na kujitolea. Katika siku hii maalum, tunatambua na kuwapongeza wote kwa juhudi zenu za kila siku katika kuokoa maisha na kurejesha matumaini kwa wale wanaokabiliwa na changamoto za kiafya. Kazi yenu sio tu huduma ya matibabu, bali pia ni chanzo cha nguvu na mabadiliko katika jamii. Tunathamini juhudi natoa wito kwa wadau wote kuhakikisha mazingira bora ya kazi, rasilimali stahiki, na msaada unaowezesha mtaalamu wa uuguzi kutoa huduma zenye ubora wa hali ya juu. Endeleeni kuwa mwanga wa matumaini, mkihamasisha mabadiliko chanya katika sekta ya afya. Hongereni sana sana kwa kazi yenu adhimu, wauguzi wote.